Jibril alayhi salam alikujia Maryam katika mfano wa binadamu na kwa sura iliyopendeza sana. Angalieni hii kisa Maryam, alimkujia mtu ambaye hamjui kabisa, na kwa sura iliyopendeza sana, na kwa mahala ambapo hakuna mtu yoyote alikuwa anamwona isipokuwa Allah na sana sana mtu mwenye humjui Huwezi kukua na haya mbele yake, na Maryam alikuwa katika ujana wake. Amri zote ambazo zinasaidia munkar ifanyike ilipatikana, lakini Maryam alifanya nini? Aliweka radhi za Allah mbele ya matamanio, aliomba usaidizi kutoka Allah. Wakati hiyo yote, jibril alayhisalam, hakuwa amemwongolesha Maryam lakini Maryam aliogopa na akaomba usaidizi kutoka Allah. Alijua hakuna atakayemsaidia isipokuwa Allah. Maryam akaambia Jibril alaihi salam, na alikuwa anafikiria yeye ni binadamu. Akasema, kama wewe ni mcha Mungu kaa mbali na mimi. Kwanza aliomba Allah na kajaribu kufanya Jibril amwogope Allah. alitumia njia ya kuogopesha mtu Allah na njia ya mtu kutarajia mema kutoka Allah kwa kusema kama wewe ni mcha Mungu, kwa sababu mcha Mungu hawezi kufanya machafu. Jibril akaambia Maryam ya kuwa yeye ni Jibril na Allah amemtuma amwaambia, kuwa atapata mtoto na ndoa ni sababu ya mtu kupata mtoto lakini Jibril alimwambia Allah amejalia aya ya Isa alayhi salam iwe ni kuzaliwa bila baba. Allah azza wa jal aliumba Adam bila ya kuwepo baba wala mama, na kwa kuumba Isa bila ya kuwepo baba ni rahisi zaidi kwake.